Kwa hivyo ni wakati mzuri wa kutafuta upendo na radhi za Mwenyezi Mungu. Inamaanisha kuishi maisha yanayopatana na, na amri zake Allah subhanahu wa taala, kujitahidi kumfurahisha yeye Allah subhanahu wa taala na kuepukana na chochote ambacho kisichompendeza mwezi huu. Kwa hivyo unahimiza kurejea na kuzingatia yale ambayo yalikuwa ya muhimu tunapofuata ule upendo wa Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo madhumuni ya maisha katika maisha ya Mwislamu ambayo ni kumwabudu na kuwa na mahaba ya Allah subhanahu wa taala, mwezi hunu unaleta nafasi nzuri wa kuimarisha yale mahaba yetu ya, kuwa, ya Allah subhanahu wa taala, pamoja na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kuna duaa nzuri nataka kuisoma, rudia, halafu na wewe pia utaijua na utaweza kuitumia kila siku mwezi wa Ramadhani, hata siku za baadaye. Allahumma inni asaluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal'amal alladhi yuballighuni hubbak, Ewe Mwenyezi Mungu, nakuomba mahaba yako, mahaba ya wale wanaokupenda, na zitendo zitakao kunileta karibu na mahaba yako. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tutaonana kwenye kipindi kingine.